Shangilia tena jina lenye pawa la Yesu aliye hai. Tumeacha vyote ili tumuhubiri Yesu aliye hai. Wengine tulikuwa tunauza bangi mwanangu, lakini leo tumegeuzwa na Yesu. Kwa hiyo hatuhubiri kama tunatoka chuo cha Bibilia, lakini tunahubiri kama wasera nondo tuliokamatwa na Yesu alafu akabadilisha maisha yetu. Sijui kama kuna mnyamwezi mmoja ananielewa hapa. Kama kuna mnyamwezi ananielewa, shangilia tena kidogo to Jesus. Wangapi wanasema Kaliua kwa Yesu? Hebu kama ni mwanaume piga miruzi, shangilia Yesu tena. Ongeza vigeregere na shangwe. Uko tayari nikasome neno la Bwana? Kasoma neno la Bwana katika kitabu cha Mathayo sura ya kwanza na mstari wake wa ishirini na moja. Naye atazaa mwana nawe, naye atazaa mwana nawe utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi za. Inua mkono wako mmoja kidogo, namna ile, ni mda mchache Inua mkono wako nitamshukuru Mungu kwa lugha yangu ya kuzaliwa. Funika macho yako we makajogwe gwimwene gwentwa mungamu ja Jesu ngosoma yeah, yeah, yeah. Nimesoma maneno mazuri sana kwenye Biblia. Ningekuwa niko chuo cha Biblia ningeeleza ninge hayo maandiko yaliandiko wapi na ni nani aliyeandika na hiyo nchi aliyokuwa anaandiko hayo maneno hiyo, e, nchi leo inaitwa nani? Lakini ichwa kitakusaidia. Nataka niongee maneno ya maana kutoka kwenye maandiko hayo, ya kwamba Yesu ni mbegu bora. Kama kuna mbegu iliyo bora basi ni Yesu mwana wa Mungu aliyehai yeye yeyepat familia inaweza ikazaa watoto wote wakawa malaya, wakasema hiyo familia ni ya watoto malaya. Kuna familia inaweza ikazaa watoto wote wakawa warefi, na watu wakiwaona wanasema watoto wa ile familia wote ni warefi, watoto wa ile familia wote ni malaya. Lakini kuna familia inaweza ikazaa watoto wote wakawa wasem

atavote lakini iache mbegu inayoitwa Yesu ikiingia kwenye familia yako, hata kama mlikuwa sio wasomia, mbegu ya Yesu inatosha kuleta ubora kwenye maisha yako. Mbegu ya Yesu inatosha kuleta afya kwenye maisha yako.

maradhi wanakuwa watumishi wa Bwana, unawakuta wanaimba, wanaemba, unajiuliza, unajuria, ndio yuyadera aliyekuwa kikete? Ndio uyuadera mwanangu? Amekutana na Yesu aliyesupaa, amebadilisha maisha, shagiria jina arenepa raye aliye hayo. Yesu ni mbegu ili kuna mbegu zinaweza zikakutupa, lakini mbegu ya Yesu hata isiponyesha mvua utastawi tu, hata lisipotokea anga kustawi. Ni lazima dada yangu, hata kama auna shepo yani utaolewa tu. Ana kama auna mwonekano yani unaolewa tu. Hatawe kama mazuziki yani unaolewa tu. Inaeleweka?

Usiku wa manane nikamwamsha. Alikuja kuniamsha. Akapita geto akaja kuniamsha. Mimi ni mtoto wa geti, nimeanza kukaa geto nikiwa na miaka kumi na tano, nimeuza bangi miaka minne mwanangu, sijafikiri nimezaliwa kanisani, hapana. Nimezaliwa na baba aliyekuwa na wake watatu, na mimi ni mtoto wa mchepuko. Tena mama yangu aliiba mume wa mtu halafu nikazaliwa hapa. Wengi mkituona mnahisi tumezaliwa kanisani. Mshamba, hatujazaliwa kanisani mwanangu tulikuwa manunda kama wewe, lakini tulikutana na mbegu iliyo bora. Mbegu yenye uhai, mbegu yenye uzima, mbegu yenye afya, mbegu yenye maisha, mbegu sakuli ya china parenyep unanielewa? anielewa nyuma pale, wanakwaya wangu, shangilia jina wenye tawa na Yesu mwana yake nikiruka naweza nikaumea. Aliyetufundisha kuiba alisema mkienda kuiba, ile roho ya kuiba sijachukua cha kuchukua, milango inafunguliwa seda, milango inafunguliwa, nikasikia gafra joni kule nje anapiga mirusi kumbe kabla sijajua cha kubeba kwenye nyumba hawajarami na unaokuta pumbavu zake kwa ndani ni mrefu, unakimbilia wapi? Nikaanza kuangaika niende wapi. Kabla sijaangaika kwa kwenda, nikaliona banda la bata, nikakimbia moja kwa moja, nikaingia kwenye banda la bata. Libarikiwe jina la Bwana. Bata sio nguruwe. Wakaanza kunishangaa, wanashangaa tu, hawaelewi jamaa ametokea wapi

Ni nyamaza, mwenzio nimekamatwa, mambo hayakaa sawa. Haleluya, haleluya. Baba akatoka na tochi, akamulika kushoto, akamulika kulia. Alipofika kwenye banda, akamulika moja kwa moja, akakutana na macho. Sio ya bata, ni macho ya msera mmoja, amevuta bangi ya sumba wanga.

Anasema naroli huyu mwana kwa mwaifunga. Ni kweli huyu ni mtoto wa mwaifunga, lakini vikutu hivi viwili na fujo. Akasema, lakini wanatuibia sana, milino tumale papapa. Yani, leo tumalizia hapa hapo. Siwezi nyanyuka, yani, kiuno kimelegea, yani, nimepigwa paka masikio yanatoa damu. Yule mama akasema hapa. Unasalimiwa, unasalimiwa kwanza na vidati, unapigwa kwanza na virungu, yani wanagusa kwenye vidonda. Lakini nibarikiwe jina la Bwana. Leo nimekumbuka, aiee sana nibadilisha, leo nimeokoka, leo ni mchungaji, leo ni mwinjilisti wa kimataifa, leo ni mwimbaji wa kimataifa. Sijui kama unanielewa, kama unanielewa. Yesu ni mbegu iliyo bora, usiange

Mbegu ndogo, waliokuwa utabadilishwa jina waliokuwa na kuona waamini watakuona ni wasamani tena, nimehubiri ah, vizuri sana hapo. Shangilia jina, nakupa shuhuda <coughs> <coughs> <coughs> zingine ambazo hujawahi tarajia, maana wengi wameondoka hapa. Mnajua tunakuja kuuza mafuta au machi maji. Tumewaletea Yesu mwanako yeye peke yake ndio mbegu bora. Wangapi wanasema tunapokea hiyo neema? Wangapi wanasema wanapokea hiyo neema ya mbegu bora, kwa jina la Yesu. <coughs> <coughs> Baja ni kuombe, simama juu kwa miguu yako, katika nyakati za giza, kuingia wanaro wako wamekubali kunisubiria mpaka nimalize. Nimemaliza kuhubiri Bwana, ni wakati ambao zile karama ulizonijalia, karama za miujiza na ishara, zile karama za matasa kupata watoto, zile karama za walioraniwa na kubarikiwa, ni wakati huu mchache. Bwana nikaombe nao wachache, alafu ni waaja waende kwao, kwa china a hiyosaremali ukiumetulia namna hiyo Sijanza maombi mengine, pale pale ulipo, unasema muhubiri, na mimi nataka Yesu aingie kwenye moyo wangu, uliyemtambulisha kwangu kwamba ni mbegu bora, aingie kwenye maisha yangu, akayabadilisha maisha yangu katika ubora. Tukiwa wote tumefunika macho, nyosha tu mkono wako pale ulipo. Mikono ni mingi, nyosha juu Alafu mmoja weka kwenye kifua mmoja weka kwenye kifua, kisha weka mmoja kwenye kifua. Nifuatishe maneno machache haya, sema: Bwana Yesu, siku ya leo nimekusikia, unirehe na kujurumia. Kuanzia leo, ninamkataa shetani na kazi zake zote, na kupokea Yesu Ongea kwa imani, ongea kwa imani. Sema na kupokea Yesu, ingia moyoni mwangu, yandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Futa jina langu kwenye kitabu cha mauti. Asante Yesu kwa wokovu wako. Inua na uwe mkono mwingine wa pili. Iwe miwili yote juu. Baba, katika jina la Yesu meongoza watoto wako, sala ya toba. Ni siku yetu ya kwanza ya mkutano. Kwa jina la Yesu aliye hai, imeshusha madhabahu yako ya neema, ishuke juu yao kwa jina la Yesu aliye hai. Ninafuta kila hatia ya dhambi kwenye maisha yao katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Acha neema yako ikatembee sasa kwenye maisha yao. Nikuombe, nyosha ni mikono. Fungua macho yako. Nipe mtu mmoja, sogea mbele. Hapa niweke mikono yangu juu yako. Naomba watu watu watu